Mpenzi mtazamaji wa Wagula Online TV, unataka ndoa yako iweze kudumu na iwe msingi imara, sikiliza ujumbe huu, utanishukuru baadaye. Kinyota, mwanamke uliye kwenye ndoa, tega sikio nikwambie kitu kinyota. Moyo wa mwanamke ni dhaifu na mgumu wa kuvumilia jambo, mgumu kupenda, lakini inapotokea akapenda basi hupenda kweli kweli. Wanawake wako very emotional, very serious si inapokuja suala la mapenzi domana, huwa na wivu na mgumu kuvumilia. Pindi anapoona kuna jambo linaenda kinyume au tofauti na alivyozoea kwenye ndoa yake, huwa ni mwepesi wa kuonyesha wivu wake, hofu yake kwa mumewe, na yote hufanya sababu ya upendo wa dhati aliyoubeba moyoni mwake. Kinyota, mambo unayopaswa kuyazingatia unapotaka kumlalamikia mumeo kuhusiana na tabia fulani ambazo hazikuridhishi. Kinyota. Kinyota moja, wakati. Kinyota, kosa kubwa wanalofanya wanawake ni kutozingatia wakati upi unafaa kutoa dukuduku lake la moyoni juu ya mwanaume wake. Hapa inahitajika azingatie vitu viwili. Mstari ulio chini mood, mstari ulio chini mumeo yuko katika mood gani? ye ana uchovu au huzuni au stress au hasira na kadhalika. Kisaikolojia, mtu anapokuwa na stress au huzuni au hasira au uchovu, hutakiwi kumuuliza maswali ya kukera wala kumkaripia wala kumtupia lawama zozote zile, sababu humpandisha hasira zaidi au kumfanya akuone kama kero kwake. Hakuna jambo linalowakera wanaume kama kurudi kazini akiwa amechoka hoi, ana stress za kukosa hela au boss wake kamkera, hasira za kugombana na konda, halafu anapofika nyumbani anakutana na maswali na lawama. Mstari ulio chini, ulikuwa wapi Mbona umechelewa kurudi? Nilichokuagiza kiko wapi? ulikuwa kwa malaya zako? mstari ulio chini. Au anarudi anakutana na kelele ndani ya nyumba. Hii humfanya aone mke wake ni kero, humfanya apachukie nyumbani, na hii hugeuka kuwa sababu ya mwanaume kutopenda kushinda nyumbani wala kuwahi kurudi nyumbani. Mstari ulio chini mazingira. Mstari ulio chini. Hakuna jambo linalowakera wanaume kama kupigwa maswali, kufokewa, kupewa lawama mbele za watu, majirani, ndugu au watoto. Humfanya aone kama unamdarau unampanda kichwani, unamvunjia heshima Kinyota kinyota mbili kauli kinyota. Mwanamke mwenye kauli zilizojaa hekima na busara ni furaha moyoni mwa mume wake. Wanaume wanachukia sana kutamkiwa kauli chafu na mwanamke, huona kama anadharaulika, anapandwa kichwani. Kisaikolojia, mtu anapokuwa na hasira au stress au uchovu, unapomtamkia kauli chafu humfanya apandwe na hasira, na huweza kukufanya kitu chochote kibaya kwa hasira, au akakuona kama alikosea kukuoa, au anaweza kujikuta anakujibu vibaya pia, na mwisho hugeuka ukombi. Kinyota tatu sauti kinyota hapa ndipo tunapokosea sana. Una wivu una hofu juu ya mumeo au lolote lile, jitahidi sana kuchunga sauti yako isipae juu. Kisaikolojia, mtu anapokuwa na uchovu, stress au hasira au huzuni, unapozungumza naye kwa sauti ya juu au ya hasira au ya kumkaripia, basi jua kuwa haweziku